Umenifili your favorite presenter <laughs> nyuma ya kamera yuko John Kuchi pamoja na Hagai Zisanya ambao wanasababisha mimi naonekana vizuri, lakini pia hata wewe kama unataka kushiriki na mimi katika show ya nuru ya injili unaweza kutembelea page zangu za Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Share na mimi kitu chochote ambacho unahitaji mimi nikifanye ndani na nuru ya injili ili wewe uweze kuenjoy show yetu ya kila siku ya Jumapili. Muda ni saa sita kamili mchana na marudio pia ni saa mbili kamili usiku burudani nyingi sana ambazo nimeweza kukuandalia. Najua imekuinua viwango vyako vya imani hii kwaya nzima ya Soweto Gospel Choir ambayo inafanya vizuri sana ni mfano wa kuigwa pia kwa kwaya zetu za Tanzania. Lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo vimeweza kuandalia siku ya leo ndani ya nuru ya injili ya Afrika, Afrika Swahili TV. Kuna kitu ambacho kitaenda kuku, kuku surprise leo katika mgeni wetu wa wiki siku ya leo ndani ya nuru ya injili nimekutia mgeni ambaye ni interview exclusive sana ni interview ambayo kuna vitu vingi ambavyo uweze kua vijui kuhusiana na huyo mwimbaji namzungumzia Angel Bernard. Angel Bernard ni mwimbaji ambaye anafanya vizuri sana pamoja na kibao chake kipya kabisa ikijulikanacho kama Siteketei, nyimbo ambayo inafanya vizuri inavyopokelewa kwa asilimia kubwa sana watu wamaweza kuwagusa na watu wanaweza kushuhudia mashuhudo mbalimbali katika maisha yako kupitia hii nyimbo ya Sitaketea. Lakini yeye kuna vitu ambavyo vingi ameweza kushia na sisi, mapito aliyopitia. Watu wengi wanamjua kama mwimbaji wa nyimbo za Injili, watu wengi wanajua kama mwimbaji ambaye amefanikiwa hivi sasa wa gospel, lakini pia hawajui walipoanzia. Hawajui changamoto ambazo amezipitia. Kuna vitu vingi sana, kuna mapito mengi sana ambayo ameweza kupitia Angel Benard. Lakini leo nitaenda kutenda kuvijua kupitia mgeni wetu wa wiki siku ya leo ya Afrika Swahili TV ndani ya nuru ya injili. Tena kutoka cheki na mgeni wa wiki Angel Benard, alafu tutarudi tena na kujuzika kitu gani ambacho, vile nilivyokuandalia. Karibu. Na bado tuko pamoja, ndugu mpenzi mtazamaji wa Africa Swahili TV. Kama ndo kwanza unafungulia runinga yako hivi sasa, kipindi cha 1 ni nuru ya injili, njiri inaitwa Ombeni Phiri, na moja kwa moja katika mgeni wa wiki siku ya leo, tuna mgeni mkubwa sana <laughs> ndani ya nuru ya injili nazungumzia mwimbaji ambaye anafanya vizuri sana kwa hivi sasa. Namzungumzia Angel Benard ambaye tunaye siku ya leo, tutaja mengi katika machache na huduma yake nzima ya e mwimbaji wa nyimbo za injili. Angel, karibu sana asante sana siku nzuri sana umepotea kidogo, lakini tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri na nimefurahi pia ni karibu sana na mkanza kabisa kwa kwanza, we ni, ni mwimbaji una-inspire watu wengi sana. Nimefanya interview na watu mbalimbali, kila mtu ni kumuliza, kumuuliza unawishi kufanya kazi na nani wanakutaja wewe hey, na, na watu wengi sana umepo, wapo, wapo, na, na kazi yako ambayo unaifanya, lakini watu wengi pia wangependa kufahamu historia yako, kwa ufupi, yako, kwa yao safari yako takuanzia mwanzo mpaka ulivyoingia katika huduma ya uimbaji wa nyimbo za injili. Uh, kwanza namshukuru Mungu kusikia hiyo habari njema, yeah. Ni jambo jema watu wanapokuwa inspired, yeah. Uh, mimi nimezaliwa mwaka 89 Juni tarehe 29. Uh, nimesoma shule ya msingi Kisutu Primary nikaenda Zanaki sekondari levo nikafanya Mbezi Beach na kisha nikaenda chuo kikuu cha Mlimani. Yeah, katika safari yangu humo katikati nikawa nikijihusisha kwenye praise and worship team nikiwa kidato cha nne kwenda cha tano, ndo niliokoka kwao. Nikaanza moja kwa moja, nilianza huduma niliokokea yani, madhabauni ilikuwa uh, yeah. Mwaka <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> elfu mbili na tisa elfu mbili na, na sita, na sita. sita. Mm. Okay. Ndo, ndo nikaokoka na moja kwa moja nikawa, nikawa nimeanzia madhabauni na mwaka ule elfu mbili na sita mwisho, elfu mbili na tano mwishoni kwa kuja elfu mbili na sita mpaka April hapa, nikawa nimekutwa nime kanisani nikiimba katika uchanga ule ule, ndipo nikachukuliwa na huyo mama aunti anaitwa Martha akanichukua akanipeleka studio kwake, akaniambia kwa nini usifanye kazi kwao. Mimi moja kwa moja niliokoka, nikakaa kwenye huduma, nikaingia kufanya album, kwa moja nilikuwa kwenye huduma ya yeah, so kwa mara ya kwanza kabisa nikarekodi elfu mbili na sita na nikarelease albamu inaitwa yote ya yalikwisha Yes, lakini niliendelea kuwa kansani nikihudumu kansani na praise team na, kama, na vitu kama hivyo, then nikakaa kwa kipindi kwa sababu ya masomo. Mwaka elfu mbili na kumi nikatoa albamu nyingine ambayo ilikuwa inaitwa na kuabudu milele then nika pause tena elfu mbili na kumi na tano 2015 ndipo nikuja kufanya albamu ya New Day ambayo wengi wanaifahamu, hiyo tu, yeah. yeah. so na toka hapo nimekuwa kwenye safari mpaka sasa hivi. Yeah, lakini nimehusika kwenye vikundi mbalimbali kama mbali, The Whispers Band, Messenger's Band, Messengers, um, Glorious Worship Team, vingine, uh, eh, ingine taaao lakini nimekuwa kwenye team team mbalimbali mbalimbali mbali. yeah, katika kumtumikia kwa kwa uko katika uimbaji, kama, kama miaka mingapi hivi? Ni 2006 mpaka sasa ni 15. Okay. Yeah. Najua ni, ni, ni, wewe ni mwimbaji ambaye una sauti nzuri sana najua kuna watu wengi walikufuata kukuconvince kwa nini unafanya gospel na at that time unaanza kufanya gospel, ilikuwa kivile kwa mwimbaji wa kawaida, yaani watu walikuwa wanajua, ilikuwa hawaelewi kabisa. Sana sana ilikuwa ni kwaya na vitu kama hivyo mm. Lakini najua kuna watu wengi sana walikufuata na kukushawishi kwa sauti nzuri ambayo unayo, kwa nini usiingie kufanya secular? Yeah. Uh, katika historia ya maisha yangu actually mi nilianzia kuimba secular ndipo. Oh. nikaja kuokoka ku, na nikaingia kuimba kanisani. H oh, ninaimba ndani ya kanisa awa mm huku -hmm. Akajua huyu tunamhesabia tu mm -hmm. <laughs> ya yeah, anazikaja zikaja deal nyingi. Nakumbuka moja kati ya tempting situations ambazo niliwahi kutana nazo kwenye huduma uh, kuna mtu mwenye studio fulani ambaye siwezi kuitaja, aliposikia nimeokoka akasema huyu mtoto anafanya utani, hajaelewa tu maisha. Kwao alinipa record deal ya milioni 16 na nifanye album ya secular ya album ya gospel <laughs> tayari hii yu and then tutakupatia milioni yako kumi na sita cash, cash, we, we, we but make sure utaji Yesu humo ndani. Katika ule uchanga ilikuwa rahisi, lakini naushukuru Mungu sikufanya. The fact kwamba niliambiwa ukiimba usimtaje Yesu You know, unaweza imba usimtaje Yesu lakini sio intentionally yeah. Ikawa ni mafunuo Mungu amekupa ya namna ya kuimba nyimbo fulani lakini unapoambiwa intentionally kabisa imba na usitaje Yesu ni kama mimi nilijisikia kama namkana yeah, yeah, so nikasema, no hii siwezi kufanya, yeah but I thank God niliendelea, kwa walikuwepo, walishawishi but hey, ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia najua kuna changamoto nyingi sana ambazo unapitia katika huduma yako uimbaji lakini na pia tungependa ushe na sisi changamoto gani ambazo unapitia sana sana. Unajua, safari yako ni ndefu mpaka kufika hapa ulipofika, una mwepo changamoto nyingi sana ambazo umezipitia, umezi ya yeah. Safari, safari imekuwa ndefu kwa kweli, miaka kumi na zaidi sio kitu kidogo. Humo njiani kumekuwa na kuvunjwa moyo sana, uh, kumekuwa na kudharaulika, kuonekana mtoto au fahamu unachokifanya mm -hmm. Siku sikuanza nikiwa tayari the best, kwa nilikuwa bado naendelea kukua huku, sauti yangu ikiendelea kukua. Uh, kuna nyakati nakumbuka, nyakati ambazo nilikuwa nikisimama kwenye microphone, na mbona unaimba nini? toka hapo, yeah. You know nakumbuka <laughs> hizo moments, lakini unaendelea iki, ambacho, kwa sababu hiki ni kitu ambacho ni cha kwangu, kwa hiyo ya kumekuwa kulikuwa na kuvunjwa wa moyo wanakuta na watumishi wa Mungu na kudiscourage wengine, wanaingiza vitu ambavyo hata si za vya kimungu naia mtumishi kweli, mambo kama hayo lakini kulikuwa na ugumu wa, wa kiuchumi kuweza kufanya recording, kufikia media na vitu kama hivyo. Kulikuwa na mambo mengi sana huko njiani, lakini maisha kama kijana Uh, kuishi ku maintain, kumtum... kama kuwa mtumishi sababu nimeokokea ma madhabauni ko bado ninakuwa k kuna, kuna, kuna makosa unayofanya eh, the fact kwamba huko madhabauni kuna namna mtu anaku expect uwe mimi nilijikuta nil, nil, nil, nil, nil niko pale sijui hata inakuaje ko kumekuwa na mistakes nyingi, nyingi. Ah, say, it was a long journey lakini Mungu ni mwema. Right now, nina, ninamshukuru nina Mungu kwa ajili ya mambo yote ambayo nilipatia na kukosea huko nyuma mengi ambayo sasa yamenitengeneza kuwa hivi nilivyo leo, uh. Zimekuwa nyingi, lakini nizungum... nizungumzie hii. Hii ilikuwa ya karibuni miaka mitatu iliyopita huko nyuma kwenye albamu zote mbili sikuwahi kufanya video kabisa. Oh. Kwa nini sikufanya? Nilikuwa sijisikii... Nilifanya actually moja ambayo ilikuwa ni offer tu, tukafanya ile video moja. Nikiwa mdogo kabisa. From there sikutaka kufanya tena. Nilikuwa najisikia natamani kufanya mziki wa Injili wenye kiwango ambacho mtu yoyote anaweza kusikiliza. Lakini sikuwa na, na unajua niende kwa nani, niendaje, sikuwa na hizo fedha na vitu kama hivyo. Na, na, kwa kwa miaka mitatu iliyopita Uh, nilipokutana na Doxa Music Company wakaniuliza maono yangu nika share. Yeah, so nilipo share nao wakaniambia, of course, hata unavyoimba unatakiwa upate video ya standard ambayo unaitaka, kwa sababu mimi ninapohudumu, mimi nayaona mataifa mbele yangu, kwao natamani kukaa kwenye the same standard ambayo inaweza kufikia watu wa mataifa mbalimbali mbali. So tulipofanya ile video kwa, kwa, kwa standard ambayo ni ya international. <laughs> Kwa wale wali involve kufanywa makeup dressing codes, ambazo sio common na vitu kama hivyo, oh my god, siku moja <laughs> tukashare behind the scene pictures. Akaja mtu akaandika huu sasa ni uchangudoa, I was like, God! It was on yeah, Facebook na alifunguka aliongea, maneno magumu sana sana sana <sighs> Nisikia kufreeze uh, so una, najieleza yani <laughs> nimeshika simu alafu najieleza this is not right, unajua kama unanifundisha kitu you know <laughs> but uandika so but then, sasa siwezi anza tu kuandika the way mtu, una feel sometimes unaweza ujireact kwa hisia hisifu karibu kabisa, kwa hiyo bidii nikae kimya, lakini nashukuru Mungu. Uh, walikuja watu wakajaribu kumwelewesha bado haikuwa rahisi. Kwa miaka mitatu iliyopita nilipata hiyo comment, it was very hard, but here we are today, watu wameelewa, watu wanajua okay. Kumbe hii sio uhuni isipokuwa ni kuwa smart, ni kuwa smart na quality, quality ya, ya kuokoka for that. Sio kama zamani unaweza ukoka ukavaa vizuri ukapendeza ukawa na pesa ukawa na maisha mazuri na umeokoka, yeah, ni rahis kuinspire watu wengine hata kwa maisha yetu but through that same same song ambayo ilipata hiyo attack ya hizo comments and stuff, watu wengi sana wamempokea Yesu, wengi sana. Napata shuhuda nyingi sana kupitia the same thing, so it is good, it is well. Sana hongera sana hongera. Sasa hivi najua, huko huko kwenye ndoa, umeolewa ni muda gani sasa hivi? Ah, tu tu tu mwaka wa pili, tunaendelea bado maisha ya ndoa ysu, kuna watu wengi sana wanatamani kuingia, ni wengine waliokwepo anataka kutoka. Of course <laughs> kuna mambo mengi uh, lakini what can I say kuhusu ndoa, nataka kuwa as realistic as possible. Uh, ndoa ndoa ni kitu kizuri sana sana Uh, mwanzoni kuna kuwa na, na challenge ya miezi ile ya, ya mwanzoni ya, ya namna ya kuadjust tabia zangu za asili, tabia za mwenzangu za asili, mpaka mnakuja mna, mnaanza kublend pamoja. We are still in a process lakini ukitazama kwa, katika kuipima kwa asilimia ya mmoja utagundua zile changamoto ni sehemu ndogo tu ya maisha, hata ishirini inaweza istimia, lakini sehemu kubwa ya maisha ndo ni kitu kizuri sana yeah, so watu wasiogope. um, um, nafikiri ile, ile hali ya kujisikia mtu yuko ndani afu anataka kutoka. I understand kuna changamoto za zikakuhit mpaka ukajisikia hey, Mungu wangu hiki ni nini? lakini lakini we have hope ndani ya Kristo ndani ya Mungu, anatufundisha anatupa hekima so tukitulia miguuni pake, basi mengine yote yanakuwa sawa. Mimi hapo ndio nasimamia. kazi zako manager yako ndo wanasimamia kazi zakondo. Lakini pia ningependa kujua safari ya wewe kukutana na Messi Masika, ya ya kumkafanya paka collab, my twin, mkafanya twins, tunaitana Messi Masika ni dada yangu katika Kristo, rafiki yangu wow. Ya, ni kiuwa, mbali mbali mbali mbali wa karibu sana. Tulikutana Still Alive Studio ya, mimi nikiwa ninafanya hizi kazi mbalimbali ambazo watu wamekuwa wakizisikia. Uh, tukawa tunaongea na God save mwangu kwamba Maybe, sasa ni wakati wa ku expand, of course Mungu alisema na sisi kuswaya tusogee sasa nchi nyingine kama unayoona mataifa au kai same moja you move, si ndio? Yeah. Yeah so akasema acha to move twende tuone uh, huko kwenye nchi zingine kuna studio gani nzuri na vitu kama hivyo. Kwa alienda alibeba uh, album akawasikizisha watu kadhaa, ndipo akakutana na main producer wa Still Alive ni studio kubwa sana kwa kule Kenya so alipo, it felt like, you know. Kwa nilienda kwa jitu ya kurekodi mimi binafsi it was a desire, niliwahi kumtafuta and then atukuweza kuongea kwa simu kumbe <laughs> na yeye huko alikuwa ananitafuta akawa aneatulipokutana so, yeah. so, kila mtu alikuwa so excited. tukafanya nyimbo pale studio ya kwanza hii huyu Yesu ni ya pili oh. mm -hmm. Tukafanya project ya kwanza, ilikuwa mbaya. Tulifanya under tension mimi, kwa hiyo hatuku enjoy tulichokifanya. So what we did, tukajifunza tuka ku connect, tukaanza kusalimiana, tunapiga stories, napiga stories and stuff. Nikamwelewa na yeye akanielewa. Ah, the second time it was easy, tuka flow na tukapata kitu kizuri nyumba kwanza tulimwomba please. I hope team atazingatia. Okay. Sisi katika uandishi kwa mfano huyu Yesu, okay, mimi ndio main mwandishi wa nyimbo nzima, lakini ni kwa sababu kwenye hii ya pili kila mtu alipewa beat kwa wakati tofauti, na tukaambiwa tuandike lakini kwa mfano ile mm. ya kwanza tulishare ideas. Sasa yeye anajua zaidi Kiingereza kuliko Kiswahili, kuwa tunaimba kwa kwa Kiswahili nitaandika mimi yeah, lakini yeye pia anaandika na mimi pia naandika but huyu Yesu niliandika mimi yeah. Tukizungumzia na nyimbo mpya ambayo umetoka kuiachia mwezi huu sitaketee. mm. <laughs> nyimbo ambayo kwanza, nakupa ongea kwa hilo, mshukuru kazi nzuri sana, ni kazi ambayo ukisikiza inakuinua viwango vyako vya imani

It's been a surprise. Kila siku ina nisurprise yeah. Hata asubuhi, naambia, <laughs> I, yu, yu surprise hata leo asubuhi views hizo tunashangaa, ya imekuwa surprise kwa kweli, sina nyimbo ambayo imewahi kwenda kwa speed ya namna hii so ni namshukuru ni, ni Mungu kwa hii, okay. Steketei, yani, mm-hmm. Hii hatua ingine katika utumishi. Kwanini siteketei yani, kwa nini ulikaa ukaamua kuandika hii nyimbo? Siteketei, siteketei ni reality. Nianze na mimi, siteketei ni reality ya maisha yangu. Ni yani, ninaposema ni siteketei, hapa sasa hizi zinakuja pictures za maisha yangu, safari mpaka hapa. Kweli mimi sitateketea in uh -huh. Jesus name so it's a testimony ya ushuhuda um, ni ukiri wa, wa imani kuhusu Mungu anachosema kuhusu sisi, ila pia uhalisia ya kwamba hapa tulipo mimi naamini, hata wewe kama sio Bwana si yeah, tuseme yeah. Kitu gani ya yeah? so, so neno limekuwa wazi kusema kwenye maji mengi hatutagarikishwa, kwenye moto hatutateketea, lakini kwangu mimi binafsi it's a testimony. Mimi leo nilitakiwa niwe bubu kabisa, na nilizaliwa hivyo <laughs> wengi hawajui <laughs> kabisa yaani, uh, n nilipozaliwa, ulimi wangu na ufizi vilikuwa vimeshikana kabisa. Toka nikiwa mdogo, kwao wazazi walikuwa wanasubiri ataongea, ataongea, wanaona yupo tu hivo, tu sina cha chatata wala nini, ndo hivyo so nikawa anapelekwa hapa, anapelekwa pale, wanajaribu kuchana, so nafanyia operation. Nipitia operations kadhaa lakini kila baada ya operation wakitoa zile pamba unafunga tena narudishwa. It was a painful experience kwa wazazi kuona mtoto anachanjwa anachanjwachanjwa anashonwa na nini, lakini still inarudi vile vile, kwa mpaka operation ya mwisho ambayo walikuja wa Korea kufanya kutoa humanitarian services Africa, specifically Tanzania, ndipo na mimi nilipelekwa kwao kwa nikafanywa hiyo operation na walisema ni this is the like last option sasa, yeah. you know Namshukuru Mungu kwa uelewa mdogo aliokuwa nao na kuomba na kuamini yakuwa this time Mungu atafanya. Mungu akafanya, so nikapona nika this time nik kujifunga haukujifunga. Hmm, karibia miwili hapo nilikuwa na maneno mengi sana naambiwa, neno langu la kwanza lilikuwa titiiti, ikimaanisha kiberiti <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> So, ikuwa so na mingi sana na wanapenda wana kunituma dukani ili kila nakoenda niwe n naongeongea itozajanajan. So baada ya kupona hiyo, uh, macho yangu yakaanza kufumba tu, a nikawa kipofu jicho moja, jicho la pili nalo linataka kufumba hivyo. yeah. it, it, it ikwa ikwa ni issue baada ya issue, issue baada ya issue. But what am I saying? um kwa kila mtoto ambaye anakuja duniani, inawezekana kama mzazi wewe you don't even know huyu mtoto anabeba nini maishani. yeah, yeah. Kwa nini kwa adui ya target kinywa? afu leo mimi ni mwembaji, leo mimi ni mhubiri you know. Kwa hiyo Mungu anafahamu jinsi ya kututetea na, najaribu kufikiria wazazi wangu walikuwa wajaokoka, wamjui Mungu, still Mungu alistand kwa ajili yao mpaka mtoto wao nimekuwa, niko vizuri leo hii k kumbe Mungu anamwangalia, ana kila mwanadamu anayemtumainia, ya yeah. Watu wasitupe watoto wao bwana, kwa sababu ya mapungufu ukute yani. Ni vita tu, adui ana target eh, mwingine unakuta ate amezaliwa tu miguu iko mibovu, wanamfungia sijui kwenye vyumba, ni muone hizo testimony, kumbe kesho ni mcheza mpira mkubwa duniani. Kuna kuna vitu vingi sana so hatuteketee hivo. <laughs> <laughs> Mungu ni mwaminifu <laughs> Yeah, ni nyimbo nzuri. Mimi nakupa hongera tena na tena, lakini pia tungependa kujua watu ambao wapenzi wa injili au mafans mafanza ambao wanakuangalia hivi sasa, ungependa kuja kitu gani ambacho kinakuja next baada ya yasiteketee laba album sasa tunasubiria au kitu gani, kabla ya kuizungumza album ambayo of course iko kwenye process kuna, kuna, kuna release zinakuja kuna collab zimewekwa ndani. Sasa sijui sijui kipi kitaanza kipi kitaanza, na wala sitawataja surprises, lakini kuna vitu vizuri sana vinakuja, kuna nyimbo nzuri sana zinakuja. Kwa hiyo uh, watu wakae standby tu kupokea, yeah, lakini Emi, namba nitajie tu mwimbaji gani ambaye unatamani sana <laughs> kuja kufanya naye kazi <laughs> Hakuna, oh. Kwa Tanzania au Afrika, auna au nje ya Tanzania? Okay, kwa kwa hapa Tanzania mwimbaji ambaye this time nimekuwa nikimfikiria natamani kufanya nao kazi kwa wanaume ni Bombi Johnson. anapenda huduma ya, ya Bombi Johnson kabisa. Bombi Johnson na Elandre, Elandre anafanya hip hop gospel wanafanya kazi nzuri sana. Yeah, so nimekuwa nikifikiria hawa watu wawili. Kwa wanawake nimekuwa nikimfikiria Martha Baraka. It does not make sense like kwa watu wengi kwa sababu aina ya, ya muziki tunafanya but mimi napenda spirit ya Martha Baraka katika utumishi wake. An ana praise spirit ya jabu sana na yupo realistic na Mungu wake, so mimi mimi napenda na, na nje Tanzania nje ya Tanzania <clears throat> sitajutia kurudia kufanya kazi na masimasika ya okay. <laughs> Yeah, tuna enjoy kufanya kazi actually tumekuwa tu, tu, tu, tukilizungumzia hilo, so hopefully litatokea. Uh, bado tunaomba kuhusu hilo lakini pia kuna dada anaitwa Deborah Lukalu yuko Kongo na napenda, napenda praise spirit yake. Yeah. Okay. so maybe I don't know Oh, yupo dada yeah. <laughs> <laughs> no, <you don't> <laughs> yeah, you lakini the day nitahudumu madhabau moja na tasha be it will natasha kwa sababu najifunza vitu vingi kutoka kwake kwenye hio ukiongea na na, na mwezi uliopita niliona uliweza kuingia katika groove Uh, pamoja na, na Good Like Gospel. Yeah. Hii ni najua ni, ni experience ya kwanza kabisa na kiukweli inazirisha kwamba muziki wa gospel kwa Tanzania umekuwa kwa asilimia kubwa sana. Ile ulipokea vipi? Uh, it was shocking kwanza mimi yeye, ufatilia mambo mengi sana kwa, aliposikia ametoka akawa so excited kwa soma. Sasa mimi nimesha angalia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili wa tatu, kwa sababu unapokuwa nominated kuingia kwenye award ni, ni kama jamii, nakuambia tu, tunatambua upo kwa, nilijisikia vizuri sana. Yeah, sana. Katika kumalizia tu, unajua tumeongea mengi sana sana, labda una kitu gani ambacho unaweza kushare na watu ambao wana support huduma yako, watu ambao wanakufuatilia uh, Kwanza niseme asante kubwa sana, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya Watanzania, kwa ajili ya media, asante sana Afrika Swahili, yeah. Mungu awabariki sana, tunashukuru kwa vile ambavyo mna, mna support miziki tunafanya, mna wanatuombea kuna watu wanatuombea, hatujui uh, wanashe wanashirikishana na wengine, wala si kwamba ni mtu wa kanistan lakini anakupenda tu. Kuna kuna maeneo nimeenda, hata nilikuwa sijui kama ningefika, na nikawa kuna mtu ananifahamu na watu wanakufahamu, watu wamepokea vizuri kwao. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yao na niseme Mungu awabariki sana zaidi sana, tuzidi kupendana na spesifikali kwa waimbaji wenzangu tu Tuombeane, tupendane, tusishindane, imepende tusishindane. Lakini pia ujue, kuna watu wengi sana kiukweli katika, katika waimbaji wengi ambao nimefanya nao interview wengi ambao nakutana nao mwimbaji wa kwanza nakutaja unatamani kufanya na wewe kazi ni, ni wewe. Kuna process gani inabidi afuate na nini? uh, mtu anapotamani kufanya kazi na mimi of course, process number A ni kusema <laughs> ni kusema nikijua, then tunaona namna tunaweza tuka tunaweza tukakaa tuzungumze. uh, mimi sijawa mwepesi kufanya kazi na watu wengi sana. uh, nyingi nizozifanya ni watu ambao hata watu hawajui. Yes, kwa sababu ninaamini unapofanya kolabo na mtu mna share mioyo. Ninaamini katika hilo. Kwa hiyo ni cha muhimu ni kujua; nikijua then tutajua. Yeah y kwa hiyo, kwani napatikana kwenye mitandao Angel Bernard, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ni hivyo hivyo tu Angel Bernard huko watapata mawasiliano na kwenye website www.angelbenard.com. Huko kuna mawasiliano na kila kitu. Kwa mtu ambaye angetamani tufanye kazi, kitu cha kwanza ni kusema, mengine yanafuata yeah. Tukizungumzia kwa watu ambao wanataka kufanya kazi na Angel Bernard, washa ashasema peji zake pale, paliaeza kumfollow pia kwa kwa Mdm na nini na nini alafu uweza kufanya naye, huweza kufanya naye kazi. Lakini pia tukizungumzia kazi ambayo ulifanya na na uh, Sheda Kloba, Mungu Nilinde, ni kazi nzuri sana nayo, ilikuwaje? Nataka kabla tujafunga, nataka pia nisikie <laughs> experience hiyo. Uh, Shedrick ni kati ya waimbaji ambao wao walikuwa persistent. Yaani wao walisema mm na kusema na kusema na kusema na kusema na mpaka ikasaa, okay, tufanye sasa kazi ya kwa sababu mtu anapokuambia kwa mara ya kwanza hujui yuko, yuko anamaanisha kiasi gani yuko na utayari lini na vitu kama hivyo. Uh, sasa tupo mkoa mmoja na Shedrick, kwa hiyo unaona kama uh, tutafanya tutafanya shada, sibii kidogo, tutafanya, sina safiri naenda wapi, tutafanya shada. Anasema sawa, una safiri ukirudi sa enjo ile nyimbo. Ah, ali insist na ku insist mpaka ikatokea siku hiyo, ilibidi atu, atu, atufuate. Sasa anakuja nyumbani akatuchukua, sasa tunakwenda studio <laughs> na utasikiliza nyimbo yangu kwa. Tulifika nikasikiliza nyimbo yake fulani, nikaambia hii uh, hatufanye kaza sasa, tutafanya mpya hapa. That's how it happened. Mm -hmm, ni ilikuwa ni project ambayo hata haikuweko. Kwa hiyo God Save Ye amekuwa akikompose nyimbo zangu nyingi. Kwa ile siku kwa kwa tulikuwa naye, akasema okay, wacha mimi niwatengenezee idea ya beat then nyinyi mfanye. Kwa hiyo alitengeneza idea ya beat tukiwa studio, basi tuka tukaipenda tukaimba. Na video mlishuti Arusha. Kunaitwa Ngorongoro. Yes, ni Arusha Ngorongoro. Ah, video nzuri. Tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu. Na ndugu mpenzi tazamaji wa Afrika Swahili TV kwa bado natazama nuru ya nje hivi sasa, najua umejua mengi katika machache na, na kuhusu Angel Benard. Leo kafunguka mengi sana sana, najua imekufaidisha kwa namna moja ama nyingine. Mimi sina mengi ziada, ya ziada, twende katika kipengele kingine ambacho nimekuandalia siku ya leo, zile video tano kali ambazo zinafanya vizuri. Najua wiki hii video uh, tangu last week video ya Angel Benard iliweza kuingia ikashika nafasi ya nne. Sasa sijui wiki hii pia itaenza kuingia katika nafasi gani katika top 5, alafu taudi tena ni kujuza kitugani ambacho nimekuandalia siku ya leo.